hili ni daraja la john pombe magufuli maarufu kama kigongo busisi daraja hili linashika nafasi ya kwanza afrika mashariki na la sita barani afrika likiwa na urefu wa kilomita 3.2 ujenzi wa daraja hili ulianzishwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati dr john pombe magufuli na kukamilishwa na Rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan. Daraja hili ni alama ya mafanikio ya Tanzania katika uwekezaji wa miundombinu ya kisasa inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan.